Naye mbunge wa Mwala Vincent Musyoka amekashifu ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo la Mbiuni kaunti ya Machakos, akisema maafisa wa polisi wamehusika pakubwa kuleta hali hiyo. Musyoka amesema kuwa OCS wa eneo hilo amekuwa akifanikisha uwizi, uuzaji haramu wa mchanga pamoja na kuwauzia vijana dawa za kulevya ambaye anauzia vijana wetu bangi hapa. Any officer mwenye ameunda kikundi kinaitwa P13, ambayo kinaibia watu hapa kwa maduka. Wacha nikwambie am deal with ja na mimi nitakuanga tu kule naangalia tu, utadiliwa na wewe, we are going to deal with you squarely. Mimi mshaizi, miaka kumi imekwisha sijaiongea mambo ya ofisa yoyote. I speak rarely, but when I speak I mean it. Wewe hata juzi unaitwa na community hapa, muongee mambo ya security, wewe unakataa Unaitwa na chief hapa hapa, mfanya mkutano wa security wewe unakataa. Kwani sasa wewe, OCS wewe, akika kazi yako ndio gani? I believe wale vijana ambao wameungana wanaenda na mapanga wakivunja maduka za wengine, hao wametumwa na OCS. Hakuna mtu mwingine anaweza kuwa amewatuma kwa sababu kama si yeye, hawangeenda angewashika, si ndio?